Na saizi huyo ni nani? Yes, ikiwa mlango uko wazi. Habari, babu yangu. Salama, msichana. Ni nini? What is it? What's the problem? Nimekuja kutafuta Anita. Kwa sasa Anita hayuko. Ah, sasa wewe unaweza enda, utakuja baadaye. Amjongee naye kwa simu. Unajua ninasikia ni kama kitu imeingia kwa macho. Unaweza jiangalia na miwani yako? Ingia kwa macho, aje? Hebu nijiangalie. Well done. Good job. Ah. And I knew it. Mm. I knew it, babo nyangu. Unafanya nini hapa na wewe ni nani? Wewe unajua wewe unakaa zeru zeru, sijai kukuona huku. Wewe ni nani? Nilikuwa nimekuja kutafuta Anita. Eh. Unamtafuta, kama umesikia bwana, wewe mwenyewe. Babo nyangu, mama nyangu alikuwa anajiangalia kwa kwa kioo. Ati anajiangalia wapi? Kwa kioo yawa unaniona kili yangu iko fupi sana si ndio sijasema hivyo msichana nitafunga macho na nikifungua nipate umetoka hapa ndani nitafunga na nikifungua yawa yawa ameenda mama nyango baba nyango mambo gani hii ni aibu gani sasa si sasa aibu waje mama nyango yawa baba nyango hata kama polisi wangekuja hapa ungekata yes. ungefungwa ni misichana mamo nyango. Misichana amekuja hapa kasema na ajangalie kwa kitu. Ndi akusike hivi, akusike hivi. Hold me close, hold me like this. Mamo nyango, ah, unanitisia. Ah, ni sawa tu. Unanitisia hivi kwa uso yao. Sija kukutisia, uwacha ile siku enye mzazi yako atakusika hivi. Uwacha. Sita kutetea. Hiyo siku nitakwambia una, una ni, umeniambia aje kukusaidia kwanza. Ati nakutisia. Hiyo siku nitakwambia unanitisia. Endelea tu na hiyo tabia ya mamo nyango. Si hakuna kitu ambao unaweza kufanya kwa yeye maisha wewe. Hiyo tu ndio kitu ambao umebakia. Sasa mamonya ngoja. Hata kili tu Mungu alikupea bure, ukae tu kama wanaume wenzako uwezi endelea sasa. Umeanza endelea kabisa, sasa umeanza matusi ya hawa sasa, msichana sasa, zingine ni temptation ya aina gani hii?